Sasa kwa nini nimekuja leo? Ninaamini kikao changu hiki kitakuwa cha mwisho kukutana na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Bado takriban siku kumi na moja au kumi na mbili bunge letu. Nitarudi hapa si mbunge tena, lakini mwana CCM. Sadirudi kwenu niweze kuomba baraka zenu, ili tuendelee na safari hii ambayo tumeishia, tumeianza nami naamini sasa, kama kulikuwa giza, mwanga kumeanza kupambazuka. Niwaombe sana niwaombe sana sana sana sana, na juzi kukutana wazee, nao nikaomba hivi hivi ambavyo nawaomba leo, tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Maendeleo yote ni kama gurudumu nafikia moja, unakuta lingine. Kwa yako mambo mengi ambayo tumeyapanga ndani ya jimbo letu, lakini yako mambo mengi ambayo tumeyapanga ndani ya mkoa wetu wa Rukwa. Naombeni sana niunge mkono kwenye yale ambayo niliwaahidi wakati ule kwamba nitapokuwa nimepata madaraka nitaibadilisha Sumbawanga kuwa kama Arusha. Mengi tumeyafanya, mengi tumeyafanya barabara tumezijenga, umeme tumepeleka kila kona, kila kijiji kina umeme, zahanati, vituo vya afya. Naomba niwaambieni wananchi, wakati nagombea nafasi hii nisema nitahakikisha kwamba nitajitahidi kuhakikisha kwamba kila kijiji, kila, kila, kila kata hususani kata za nje zile saba tunajenga vituo vya afya, tulianza na Mazwi lakini tukahamia nje tena naomba niwaambieni, hizi ni habari njema. Nimeshatimiza takribani kata sita, bado kata moja tu, na kata hiyo ingekuwa sio kama figisu hizi za Sumbawanga na hapa Sumbawangenyeji, na hapa leo hii kata Milanzi ingekuwa kitu cha afya na hatimaye kata zote za nje zile zingepata vitu vya afya. nimefanya hivyo kwa sababu gani? Kina mama hawa <coughs> wanapopata ujauzito kwa bahati mbaya yuko Wipanga au yuko wapi na Mbogo kule au yupo Mponda, mpaka afike mjini hapa, kwa mbali uliopo katikati hapa, chochote kinaweza kutokea, kwa nikasema tusogeze huduma hizi karibu na wananchi ambao wako mbali na Sumbawanga mjini k kwa, kwa kweli nimejitahidi kadri uwezo wangu, na vituo vya afya vimejengwa vya kisasa kabisa. Naomba chukue nafasi hii kuipongeza sana serikali hii.